Mgawanyiko ndani ya chama cha ODM umeendelea hata baada ya mkutano wa Mombasa uliofaa kuziba nyufa ndani ya chama hicho. Baadhi ya viongozi wa chama hicho sasa wanasema katiba ya chama haikufuatwa kuwaapisha viongozi wapya wa chama hicho huko Mombasa, kabla ya kongamano la kitaifa la wajumbe kuandaliwa. Mwanahabari wetu Emmanuel To anaarifu. Siku chache baada ya kupiga sherehe ya kukata na shoka kule pwani na kuwapisha baadhi ya viongozi wakiwemo kinara wa chama Seneta wa Siaya Dr. Oburu Oginga, inaelekea moto wa mgawanyiko ndani ya ODM haujazima, baadhi ya wanachama wakiibua pingamizi kuhusu jinsi kinara mpya mshikilizi wa chama hicho alivyokabidhiwa mikoba ya uongozi, wakidai katiba ya chama haikufuatwa that in the event that the party leader is unable to discharge of his or her duties a special session of the National Delegates Conference shall be convened to elect a party leader NDC not NGC not NGC it yeah. is very clear. Akizungumza kwenye kipindi cha Daybreak kwenye runinga ya Citizen Jumatatu asubuhi, mbunge huyu wa ODM sasa anasema huenda maamuzi ya uongozi wa chama yakapata vikwazo mahakamani. In fact, katika maadhimisho ya miaka 20 ya ODM Mombasa, mwanawe Raila Odinga, Winnie Odinga pia alitaka mkutano rasmi wa wanachama kuandaliwa ili kuchagua kiongozi wa chama. Ninamwambia iyo iyo na mtoto yangu tutaongea na yeye kinyumbani. Hata hivyo mwenyekiti wa chama hicho Gladys Wanga amepuuzilia mbali madai hayo, akisema chama kitaandaa mkutano wa kitaifa wa wajumbe kuratibu mabadiliko It is known that to convene an NDC is a very, very huge exercise. So, so now that the NDC has ratified um, these officers, including our party leader we are formally and properly in office. Wanga kimwagia maji chache za mgawanyiko ODM I think watangoja sana. Those who are waiting for ODM to break away, they will really wait. Because we are all our officials, everybody and our members are committed to keeping ODM united. Emmanuel Toru, Ningaya Citizen.